Anwani ya makazi haiko Tanzania tu. Ukisikia tuna hakiki anwani za makazi, tunataka kujua fulani au nyumba ziko wapi au barabara inaitwaje au ghorofa fulani liko kitabu kipi. Mchakato huu hauko Tanzania tu, uko Amerika, uko Afrika Kusini, uko China na kwingineko na na kuna malengo yake. Kwa nini serikali zote duniani zinahimiza lazima kuwe na anuani za makazi? Zipo sababu kadhaa. Tukizijua hizi zikakaa mioyoni mwetu na kwenye akili zetu, basi tutaona umuhimu na tutasimamia kwa ujasiri sana. Sababu ya kwanza ni sababu ya kiusalama. Mwanadamu yeyote mahali popote anaogopa jambo moja, usalama wake usiwe mashaka. Haiwezi kutimilika kama hujazungumzia usalama. Sasa tunataka tujuane vizuri, nani anafanya nini na nani anakaa wapi. Tunataka tuhakiki na tudhibiti anwani za makazi ili tujuane vizuri, na sisi tulioko mipakani ni muhimu zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Unapokuwa mpakani, mwingiliano wa watu ni mkubwa zaidi. Kuna walowezi, kuna wahamiaji na wengine, kuna wapita njia, wanasema wanapita, wanatoka zao Burundi au wanatoka zao Rwanda au wanatoka zao Somalia, wanaenda Afrika Kusini, alafu wanafika Songea nadooa hilo atutat kwa hii tunataka anwani ya makazi kudumisha ulinzi na usalama wetu sote na mali zetu sote, tukijua mitaa vizuri. Na hiyo ni kazi ya mwenyekiti wa mtaa, ni kazi ya mtendaji wa mtaa, ni kazi ya mtendaji wa wa wa kata. Sasa mmekuja hapa, elimu hii huwa inatolewa moja tu kwa mwaka na wenye viti wangu ndio mmekuja hapa, ndio mtoko wa kwanza, nafikiri kwa maana ya semina ya kiserikali. Basi Kiingereza tunasema ku concentrate ku concentrate, maanake ni akili mkaa hapa, hii wakifundisha kwa bwana mtoke hapa, mnaelewa vizuri, mnaweza mkaelezea jambo kwa ufasaha. Naitwa Caroline Kanuti, ni mkurugenzi kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, utekelezaji wa mfumo huu ulifanyika nchi nzima mwaka 2022 kupitia operation ambayo ilikuwa na jina la operesheni anwani za makazi. Katika operesheni hiyo, jumla ya anwani za makazi milioni 12 na laki tatu zilisajiliwa kwenye mfumo wa anwani za makazi wa, wa kidijitali ambao tunauita NAPA, lengo ikiwa ni kumtambua kila mwananchi mahali alipo kwa ajili ya urahisi wa, wa kufikishia huduma katika kutekeleza maelekezo ya serikali ambayo yalitolewa kwamba mifumo ya kutolea huduma iunganishwe bizara lakishaunganisha mfumo huu na mifumo ya kutolea huduma ili kuwezesha utoaji huduma bora kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na huduma zinazohitaji kufikishwa majumbani. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, Mgeni Rasmi, ziko taasisi ambazo zinatumia taarifa za anuani za makazi huduma majumbani. Kampuni kupeleka ya, ya, ya TCL ambayo imetoa huduma za internet majumbani imekuwa ikitumia taarifa za anuani za makazi kutabua, kwa ajili ya kutambua wateja wake maeneo na walipo na kuwapelekea na huduma. Mfumo wa anuani wa makazi ni daftari la kidijitali la makazi. Tayari huduma za utambulisho eh, zimeanza kutolewa kupitia mfumo huu. Tunafahamu kwamba kwenye ofisi zetu za serikali za mitaa tulikuwa tunatoa huduma za Show, lakini hii ilikuwa ni huduma ambayo umeifuata ofisini, lakini kwa kutumia mfumo huu huduma uh, za, za barua kwa mtindo wa kidijitali zimekuwa zikitolewa na tunafahamu kwamba kupitia kipindi ambacho vijana wetu walikuwa wanaomba mikopo kwenye bodi ya mikopo walikuwa wanapaswa kuwa na barua ya utambulisho, na huduma hii walipata kupitia mfumo wa wa namba hadi kufikia Septemba uh, 21 2025, jumla ya barua za utambulisho wa kazi wa kidijitali zimeshatolewa barua na katika 668558 na katika halmashauri manispaa ya Songea, jumla ya barua 5 239 ziliombwa na barua zote zilifanyiwa kazi utuma kwa wahusika. Ndugu mgeni rasmi, ofisi ya rais tamiseni inatambua huvi kwa mfumo wa anwani za makazi katika kuharakisha na kurahisisha utoaji wa huduma. Ni mfumo ambao pamoja na masuala mengine unatambulika kama dijitali la wakazi na makazi, makazi ambayo wasimamizi wakuu kupitia mfumo wa anuani za makazi baadhi ya huduma katika ofisi, ya, ofisi za serikali za mitaa zitakwenda kutolewa kidijitali. Moja ya huduma hiyo utoaji wa barua wa wakazi, inakwena, utolewa, wa wa na utambulisho wa wakazi ambayo inakwenda kutolewa kupitia mfumo wa anuani, na utoaji wa huduma hii ya barua ya utambulisho unazingatia sheria za serikali za mitaa sura namba 288.